Baskofu, serikali katika siku mia moja na mheshimiwa rais imeanzisha kifurushi cha faraja, kifurushi cha afya, bima ya afya kwa watu wote, lakini bima hiyo serikali itaifanyia majaribio kwenye makundi matano. Kundi la kwanza ni la kina mama wajawazito, kundi la pili ni watu wenye ulemavu Kundi la tatu ni wazee wasiokuwa na uwezo. Kundi la nne ni kwa watoto chini ya miaka mitano, na kundi la tano ni kwa wale wanufaika wa kaya maskini za Tasafu. Hawa watu wote wabaskofu, watapewa matibabu ya bima kwa kupitia bima na watapata matibabu hayo bure. Kwa mkoa wa Njombe tunakaya kama elfu themanini na nane na serikali itatumia kama bilioni kumi na mbili kwa ajili ya kutibu watu hao na kitaifa serikali itatumia zaidi ya bilioni mia tano kwa ajili ya kufanya matibabu kwenye makundi hayo matano lakini mpango wa serikali ni watanzania wote waingie kwenye matibabu ya bima na kiwango cha chini shilingi laki moja na elfu hamsini kila mwananchi akikata bima shilingi laki moja elfu hamsini maanake ni kwamba anapata matibabu yote bule kuanzia zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa na hospitali ya taifa ya Muhimbili. Hilo ni jambo ambalo ni vizuri waumini, kupitia ibada ya leo, basi sauti hiyo ifike kwa wananchi wote wa mkoa wa Njombe. Na la mwisho wa baskofu ni kushukuru, umefanya mahubiri mazuri sana, naamini kila mmoja amebarikiwa na malezi yetu, sisi kama Wakristo, kama wanadamu, nawatakia Christmas njema. Sahamu hizi ambazo tumezipokea, basi tuzifanyie kazi. Bali za hiyo bima afya, nadhani tutapata utaratibu kama watakavyoelekezwa. Uh, hii inasaidia kwa sababu watu wengi walikuwa wanashindwa kukata bima kutokana na kutokuwa na uwezo wa kifedha kufikia kiwango cha kukata bima hii. Bima waliotuletea sasa itatufanya sisi tulioshindwa kwenda kutibiwa kwenye hospitali kubwa, uweze kufikia katika hospitali hizo kubwa na kuweza kutipata matibabu halisia ya kutambua nini unachosumbuliwa katika viungo vyako. Kuna watu walikuwa wanashindwa kwenda kutibiwa kwa sababu ya kukosa hela, na hata wengine wanafariki kwa sababu ya kuwa kutokuwa na fedha za kwenda kwenda kwenye matibabu. Kwa hiyo ikitokea hii bima, hasa kwa wazee ambao na wale ambao hawana uwezo, itawasaidia sana, na tunashukuru serikali kwa sababu ya kutoa huu mwanya kuwasaidia wananchi wake.